Daniel Pareso, swali la na nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Mkoa wa Arusha ni mkoa ambao umekuwa ukipokea wageni wengi kwa ajili ya mikutano na hasa hata sasa kuna maandalizi ya mashindano ya Afcon. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha inaboresha huduma za afya kwa kipindi hiki ambacho tunakuwa na mikutano hiyo na matarajio ya mashindano yanayokuja? Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. E, Mheshimiwa Mheshimiwa Mheshimiwa Spika, kwanza ni mtoe tu wasiwasi e, Mheshimiwa Mbunge kwenye hilo ambalo amesema. Tayari kwanza serikali imeunda kamati ya kuhakikisha hayo anayofikiri yamezingatiwa kwa maeneo yote ambayo michezo hiyo itachezwa lakini pia nikupe tu taarifa hospitali yako ya Mount Meru imechukua juzi nishani, ni mojawapo ya hospitali zinazofanya vizuri sana, na wewe ukienda sasa hivi utaona uboreshaji unaofanywa kwenye hospitali yenu, na kwa mwaka huu imetengwa bilioni tatu kwa ajili ya kuja na jengo zuri la kisasa ambalo pia litalenga kwenye eneo hilo la tiba utalii, lakini la kuhakikisha ilo swala ambalo unalisema linaweza kutekelezeka.